Ukiachana na kumenejiwa, wamejifunza vitu vingi ili ile miongozo, wamejifunza vitu vingi. Sasa hivi leo viva ni boy anaweza kwenda mm, kwa Latin America huko akamatch nao kwa sababu tayari ashatengenezea njia management, kali nzuri, akili kibao, watu hawakurupuke, wanafanya kazi kwenye misingi iliyo sahihi. Meneja shule una ujaenda hata kwa rasi Simba, ukiambia umpeleke msanii e, South Africa tu hapo, unaanza kusingizia na vidonda vya tumbo. Tumbo langu bovu likipanda ndege. Taarisha mimi mwaka mzima. We nini? Kasome kasome Meneja, hujui kusoma mkataba wa msanii, umeandikwa ung'enge pale Nasa, kuita kuitaita watu hivi. Nani kaja hapo? Ndo mambo yake, mambo yake nini? Wewe filisha filisha watu tu, watu wanapambana sasa hivi. Watoto ni vipaji, ni wengi, wanahitaji miongozo na watu wani akili uye msanii usiokote okote watu vile timu mzoefu huyu, mtoto wa tauni huyu, mbona wa town, town kitambo kazaliwa Sinza Kinondoni, wapi wapi bwana. Wewe sana haitaki hivyo, hataki ujanja ujanja tena. Sana haitaki pepepepe, haitaki mdomo mdomo. Sanaa inahitaji maarifa, akili, shule ndani ya vitu ndani ya ndani ya vitu vinavyohitaji elimu, we unataka uingize na ujenja ujenja wako wa mjini. Hiyo ishapitwa na wakati. Sasa hivi amna mimi kontawa, amna mimi, mimi, mimi, boni ya hii amna. Sana naendeshwa kisomi. Usitegemee utakuja kutoa mkataba wa Kiswahili wewe, hakuna. Eh, ma manager, management. Wasanii wanawategemea tena, wanawategemea sana kwa ukubwa. Wanataka wafike na wenyewe wana ndoto zao, matokeo yake mnawakwamisha watoto wa watu. Wanaamini uchawi upo, uchawi upo, uchawi upo. Kwa kwani nakwambia, ilibakia hivi ili tu nipige kolabo na Chris Brown yani, si yani, si uelewi nini? Watu ulionao ndo wa, hawaeleweki. Sitaki mii sitaki. Tukubali kujifunza. Tukubali kubadilika. Mziki sasa hivi hauna mambo ya kale, mziki upo wazi, mziki ni kitu cha wazi. Sasa hivi mziki unaendeshwa kisomi, kumsimamia msanii sasa hivi hawakurupuki Bora hata msanii anaweza asijiongeze asisome, lakini akawa msanii mkali falii pupa, mpaka leo Kiingereza ajui, lakini dunia sinamjua, lakini ana management, ana watu strong edo, utaona sura ya kazi ukimpigia manager sio mpaka amfikishie msanii kwa sababu tayari ashajua nafasi yake katika, katika, katika kazi yake. Ashajua nafasi yake, ukimpigia anakwambia indirect, bwana, msanii wangu ni milioni mia. Manager achukue hela yako hivi hivi, anakuuliza show hii unaifanyia wapi? at least na wewe upate sii tuchukue hela yako tu, na wewe upate. Yani, meneje anachukua hela yako, lakini anakupa na miongozo, na wewe upate. nachukua milioni mia, sho naifanyia wapi? Baa? mi naifanyia kidimbwi. Ah, pale kidimbwi huwezi kurudisha hela yako hii, laba ifanyie kwa Mkapa, hela yako itarudi. sisi tunakuahidi, no kabisa yako itarudi. anaku hiyo ndio management baba. Meneja anataka hela, kujua kujua shoo anafanya hata kama baharini katikati, utajua wewe. Tulishuhudia zamani kipindi cha nyuma, tulishuhudia kipindi cha nyuma, msanii anapigiwa simu ya kwenda kufanya shoo, anaulizwa tukulipe shilingi ngapi, anataja hela, hataki kujua anaenda kufanya shoo wapi. Waamini wasanii wengi wameimbishwa kwenye best day za watoto. Kuna msanii mmoja ashamwimbia mtu mmoja sebleni, fatilie huyo, chamwimbia mtu mmoja sebleni na amekula kama milioni kumi hivi. Kwaje milioni kumi? so hazi ya malipo yake akajua, yes naenda kukinua kijiji huko, kamkuta mtu kaka kwenye kochi Katu n anauliza <mimu> napiga wapi? Kambia hapa hapa, subiri, unaniona mimi? Baba niimbie mimi. Oya baba, baba, beki akili shule, jitahidi kuwa na management yenye akili na ina elimu ina shule, na sio management ya ujanja ujanja. Kuna sehemu hutoweza kufanikiwa, utakwama tu, utakwama tu, kwa sababu ujanja ujanja uaga una mwisho, yani una mipaka, yani ni kama mbio za sakafuni tu, mwisho wake ni ukingoni, ndio zinavyokuaga. Kwa make sure msanii, una ndoto za kufika mbali. Unaamini sanaa yako ya mziki itakufikisha mbali, na unahitaji miongozo ya watu wengine, ili waweze kukampani katika safari yako ya mafanikio. Chagua watu sahihi, chagua management sahihi, bora na ine shule basi Babtale aishai kusema ili mbidi arudi shule, baada ya kumwona Vivian boy anaongea Kiingereza cha kufa mtu, alafu yeye ndo manager Kiingereza tengel. Akaona hii sio kweli, nahitaji kujua, kaweka usubutu, na kafanikiwa na kajua Usisafiri nchi za watu ukawe mtumwa, unajificha ficha nyuma ya mabegi, anaitwa meneja haonekani. Baada anaanza kuambia watu nilikuwa chooni baada kuona kikao kimeisha kimekamilika, nini. Wewe bwana wewe, yanatiana aibu tu chuma kile pale. Salamu SK, nakupongeza sana brother wayback, nakufuatilia na nakupongeza sana umekuwa mmoja kati ya, ya msimamizi wa wasanii ambaye hujawahi kuyumbishwa na swala lolote. Misimamo yako ni mikali, watu wengi nawachukiza, wasanii wengi hawaipendi, kwa sababu wanaamini wao ndio ndio ndio mataita, lakini wewe, lakini sio kweli, lakini, lakini, lakini, lakini, lakini umefanikiwa kwa asilimia mia moja na upuuzi, kuna chenji chenji zake. Wasanii wengi waliopitia kwako wamejifunza na wapo mbali, yaani walitoa nafasi ya kujifunza kupitia wee, wapo mbali. Waliona we mieyusho, ndo tunaona lialia lia kila siku, wanazililia media zinawabania, wanalilia uchawi, wanalilia si, mambo hayaendi vumaya. Ah, sitaki mi, sitaki kumwema ah. Wadau Mi kwa leo nimeishia hapo. Shout out to salamu SK once again. Kazia hapo hapo mzee baba, wataelewa tu kwa mbele ndo tunapoenda huko, miaka ya mbeleni huko. Ah, mbona somo litakuwa rahisi, unajibu hata ukiwa umefumba macho hivi. Kuna haya majiko jamani, ni mazuri sana yanatumia mafuta kama hivyo, unaweka kidogo tu, unapika chochote na unaweza kupikia popote, kwa sababu hayatoi moshi wala hayaachi masizi kwenye sufuria. Sehemu yoyote unaweza kaweka na ukapikia yako, ya pleti mbili na pleti moja kama hivyo. Hapo unaona maji yameshachemka, ni kwa naonyesha tu kama mfano, lakini chochote kinapikwa na kinaiva, unafunga kama hivyo, ndio unakoa, umezima jiko lako baada ya kumaliza kupika alafu sasa baada ya muda kidogo unalifungua ili kutoa nini, ili kutoa joto, nini ile jotojoto pale. Alafu joto likishamalizika unaweka kifuniko chake cho ili kuzuia mafuta yake yale kuenea. Baada ya hapo unafunga shughuli.